E, Jenifa Jovin almaarufu Niffer pamoja na Mika Chavala ambao walikuwa wanashtakiwa kwa mashtaka ya e, kula njama za kutenda uhaini pamoja na uhaini e, wamefutiwa mashtaka leo hii mnamo tarehe tatu Disemba mwaka 2025, wamefutiwa mashtaka na Mkurugenzi wa Mashtaka. Hapo awali wa tulishasema kwamba e, kwa mujibu wa sheria za nchi yetu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 sasa lakini at least safari hiyo ya, ya Niffer na Mika Chavala imeisha ish, ime kwa namna hiyo, kwa tunashukuru tuna kwamba jahazi hilo limeweza kufika katika, katika ukingo wake, katika namna hiyo labda yeah. Kibatala, kifungu ambacho kimetumika kumwachia Niffer leo ndo hicho hicho kifungu ambacho kimetumika kuwaachia wale watumia wengine wiki iliyopita labda kipi ambacho DPP amekibaini sasa, kwa nini asingewaachia kipindikia anakuja kuwaachia leo A Namba moja ni yes, kifungu ni hicho hicho cha 91 cha 92 eh kidogo cha kwanza cha sheria ya makosa ya jinai ambacho kilitumika pia kuachia e, eh, wale washtakiwa wengine ambao waliachiwa kwa makundi kadhaa hapo awali, na pengine kama kutakuwa na kutendeka kwa na cases nyingine za ambao bado ziko mahakamani eh, bila shaka kama na wao watafutiwa mashtaka watafutiwa kwa kifungu hicho hicho kwa kifungu ni hicho almahususi eh kuhusu reason ya DPP kwamba kwa nini ali, staga, ali aliwaachia kwa mafungu, kama nilivyosema. Bahati mbaya sheria imempa mamlaka yeye, na bahati mbaya sheria haimhitaji kutoa sababu. Kwa labda mtu sahihi zaidi kwenye mazingira haya ni yeye mwenyewe aseme, namba moja kwa nini e, labda amewaachia kwa mafungu namna hiyo, na, mnaio, na you know, vitu ni vingi <laughs> vya kisheria vya kimantiki, lakini e, mimi kama wakili nafurahi tu kwamba E, hawa ndugu wawili ambao ndio walikuwa wamebakia ni ndugu, sababu wame, ndugu kwa sababu wamekuwa ndugu walipokutana sasa. Kwa hawa ndugu wawili wameachiwa, na kama nilivyosema, watakuwa sasa wanakwenda kufanya shughuli zao mbalimbali mbali za ujenzi wa, wa taifa, na sisi sasa kama nilivyosema e, tutapata nafasi ya kufanya mambo mengine ili sasa lakini Niffer na Mika Chavala tunakuwa tumelitua tumeli kwa, kwa namna ambavyo e, tumelitua kwa tunashukuru tuna, tuna E, kwamba kipande hicho kime kimeisha kwa namna hiyo. Na washtakiwa ambao walitolewa mwishoni mwa mwezi Novemba waliambiwa uh, pia waje waripoti tena baada ya muda kadhaa, vipi kwa Niffer na yeye alivyoachiwa, uh, leo anatakiwa ripoti tena kituo uh, cha polisi ama ni mambo tu hayo, kwa, kwa, kwa, kwa utashi wangu ni, ni mambo tu ya logistics kuambiwa kwamba mtu wendu karipoti, ni mambo tu ya logistics kwa ajili ya kuweka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 na hapaswi kutoa sababu zozote. Sasa u, u, ki, hiyo tu tafsiri yake ni kwamba hata hayo masharti basi hayapo, maanake yani kifungu akiweki masharti kinasema tu, kinampa mamlaka muda wote kabla ya hukumu anaweza kufuta mashtaka yote, na ndivyo ilivyofanyika. Na e, kifungu narudia tena hakitoi masharti yoyote kwa kama mahala popote pale mtu atataka kuweka masharti hayo, ni maswala mengine ambayo sasa hayahusiani na kifungu husika. E, hizo za ni arrangement sasa zingine kabisa ambazo hazihusiani na na kifungu husika na tutaona kama hayo yatajitokeza tutaona namna gani ya, na yaku, ya kushirikana nao kwa sababu mambo ya sheria yanatibika na kujibiwa na sheria. Swali so, so la mwisho mpaka uh, sasa ni washtakiwa wangapi ambao bado wanaendelea kushikiliwa na mahakama? Bahati mbaya sina takwimu sahihi lakini ukinawashikilia na, e, na mahakama actually, mahakama kazi yake kwenye kesi za uhaini ni kufacilitate kitu inaitwa committal process. Kwa hiyo mahakama haiwashikilie. Kama yupo mtu anayewashikilia ni yule ambaye aliwashtaki, na ndio huyo huyo ambaye labda ndio mmeona ametumia kifungu hicho kuwafutia mashtaka, kwa mahakama haishikili mtu. Lakini idadi kamili I have to check, lakini wapo baadhi hapo juu e, lakini wanawakilishwa na, na mawakili wengine, kwa sababu tuligawana majukumu. Kesi zangu zilikuwa ziko tatu kundi la kina Nifa walikuwa mabaki wawili kina Nifa, kwa kuwa kuna kundi la wengine nilishawataja, kina Pauline Liza na Pendeta Pallangyo, hao wao walishatoka. Kwa hiyo nilikuwa nime, nime, tumebakiza hawa tu, kundi la nifa na nikachavala, na kwa kuwa kama nilivyosema wametoka sasa wao basi, na sisi tunapata nafasi ya kufanya sasa labda mambo mengine.